Askofu mkuu wa dayosisi ya Mombasa Martin Kivuva amemkosoa Rais William Ruto kuhusu safari zake za mara kwa mara za kigeni. Akizungumza mjini Mombasa baada ya kuongoza misa ya Jumapili, Askofu Mkuu Kivuva alikariri wasiwasi wa umma kuhusu kuongezeka kwa deni la kigeni, akimshtumu rais kwa kuziba masikio masaibu ya Wakenya. Kivuva amewataka Wakenya kusalia macho na kuzungumza kwa ujasiri dhidi ya dhuluma na vitendo vya kikatili ama tuzo za kutiliwa shaka vinavyofanywa na serikali. Askofu mkuu pia alizoa hofu juu ya kuongezeka kwa deni la taifa, akihoji sababu ya uongozi wa Kenya kuanza kuendelea kukopa, akionya kwamba mikopo kama hiyo inaweza kulemea vizazi vijavyo. Haya yanajiri huku rais William Ruto akitarajiwa kuzletu la na nchi nyinginezo nje ya Kenya deni, what we call the national debt. inasemekana imepita kipimo So, ni kama wewe una deni na huko naendelea kukopa ku, kwa jirani kwa banki hii na benki ile, unaongeza uzito kwa wale unaoishi nao, na hasa mkenya anayetozwa ushuru, kwa sababu hayo ni lazima yalipike. Na hili ni onyo amelengelewa, ameongeleshwa na watu wengi, na yeye amesema, naamini anasema kwamba I know what I'm doing. The mzigo huu utamlemea nani baadaye? Mzigo huu utaleta anayechukua hatamu mwishoni atafanyani? Atafanyani na hizi tuite mikopo ambayo imezidi kipimo? So ametahadharishwa mara nyingi, na anajua yeye mwenyewe naamini, anaamini hivyo kwamba amesikia hilo na ameamua aliloamua. So letu ni kusema tusiwe na kusema hajui kuambiwa ameshirikishwa na watu mbalimbali, hata mbali, nchi za nje. So ni tukae chonjo, tukae tumejipanga, na sisi tusiwe tukazama.